Hedhi nyingi ni nini? Hedhi nyingi kitaalamu inaitwa menorrhagia, ni hali ambapo mwanamke hupoteza damu nyingi sana, au ana hedhi inayodumu kwa muda mrefu zaidi ya kawaida. Kwa kawaida mwanamke hupoteza takriban mililita 30 hadi 40 za damu katika kipindi cha hedhi, lakini kwa wale wanaopata hedhi nyingi, kiwango kinaweza kufikia zaidi ya mililita 80 kwa mzunguko mmoja. Hedhi inaweza kuchukuliwa kwa nyingi ikiwa mwanamke anabadili pedi au tampon kila saa moja kwa muda wa masaa kadhaa mfululizo, ana hedhi inayodumu zaidi ya siku saba, ana mabonge makubwa ya damu kwenye hedhi inayozidi kipenyo cha shilingi, anapata uchovu, kizunguzungu au dalili za upungufu wa damu, ana maumivu makali wakati wa hedhi au huvuja damu katikati ya mzunguko wa hedhi. Watu wanaoweza kuathirika zaidi. Hedhi nyingi inaweza kumpata mwanamke wa rika lolote, lakini kuna makundi yanayoathirika zaidi. Mwasichana balehe, hii ni kawaida kwa miaka ya mwanzo baada ya kuanza hedhi, kwani homoni bado hazijaimarika kikamilifu. Wanawake waliokaribia kukoma hedhi, mabadiliko ya homoni yanaweza kusababisha hedhi nyingi au isiyo ya kawaida katika kipindi cha perimenopause. Tatu, wanawake wenye matatizo ya kuganda kwa damu kama mtu ana bleeding disorders kama vile hemophilia au thrombocytopenia anaweza kupata hedhi nyingi zaidi ya kawaida. Ne, wanawake wenye uvimbe wa kizazi au polyps. Uvimbe huu huongeza unene wa ukuta wa mnyi wa mimba na hivyo kusababisha damu nyingi. Tano, wanawake wanaotumia njia za uzazi wa mpango za homoni au IUD, baadhi ya njia hizi zinaweza kusababisha hedhi kuwa nyingi au isiyo ya kawaida. Sita, unawaka kwenye na matatizo ya afya ya uzazi magonjwa kama endometriosis adenomiosis au saratani ya kizazi yanaweza kuongeza kiwango cha damu kinachotoka wakati wa hedhi sababu za hedhi nyingi hedhi nyingi inaweza kusababishwa na sababu mbalimbali zikiwemo Moja, mabadiliko ya homoni ikiwa mwili hauna uwiano sahihi wa homoni za estrogeni na progesteroni ukuta wa mji wa mimba unaweza kukua kupita kiasi na hivyo kupelekea hedhi nyingi Mbili. Matatizo ya ovulation ikiwa ovari hazitoi yai mara kwa mara anovulation, kiwango cha progesteroni kinakuwa chini na kusababisha ukuta wa mji wa mimba kujijenga kupita kiasi na hatimaye kutoka kwa wingi. Tatu, uvimbe wa kizazi au polyps. Fibroids ni uvimbe wa nyama unaota kwenye ukuta wa kizazi na mara nyingi husababisha hedhi nyingi, huku polyps pia zikisababisha damu nyingi. Endometriosis na adenomiosis. Endometriosis hutokea pale ambapo tishu zinazopaswa kuwa ndani ya kizazi hukua nje ya kizazi na kusababisha hedhi yenye maumivu makali na damu nyingi. Adenomiosis hutokea pale ambapo tishu za ndani ya kizazi zinakuwa ndani ya misuli ya kizazi hivyo kusababisha hedhi nyingi na zenye maumivu. Saratani ya kizazi au endometrial cancer, ingawa ni nadra Saratani ya kizazi au ya ukuta wa ndani wa kizazi inaweza kusababisha hedhi nyingi na kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sita, matumizi ya njia za uzazi wa mpango IUD ya shaba inaweza kusababisha hedhi kuwa nyingi zaidi kwa baadhi ya wanawake. Baadhi ya vidonge vya uzazi wa mpango vya homoni vinaweza pia kusababisha hedhi isiyo ya kawaida. Saba, matatizo ya kuganda kwa damu. Baadhi ya magonjwa kama vile von Willebrand disease au hemophilia yanaweza kusababisha hedhi kwa nyingi kwa sababu mwili hauwezi kugandisha damu vizuri. Nane, matumizi ya dawa, baadhi ya dawa kama vile warfarin, aspirin na dawa za kuzuia kuganda kwa damu zinaweza kusababisha hedhi nyingi. Tisa, msongo wa mawazo na mabadiliko ya mazingira. Msongo wa mawazo mkubwa unaweza kuathiri homoni na kusababisha mabadiliko ya mzunguko wa hedhi. Lini unapaswa kumwona daktari. Mwanamke anapaswa kumwona daktari ikiwa anapoteza damu nyingi hadi kuhisi kizunguzungu, udhaifu au dalili za anemia. anapata hedhi inayodumu zaidi ya siku saba mara kwa mara. anakuwa na hedhi yenye mabonge makubwa ya damu. anapata maumivu makali ya tumbo wakati wa hedhi. anapoteza damu katikati ya mizunguko ya hedhi au baada ya tendo la ndoa. Njia za kudhibiti na kuzuia hedhi nyingi. Moja, matibabu ya homoni. Matumizi ya vidonge vya uzazi wa mpango vya homoni husaidia kuratibu mzunguko wa hedhi na kupunguza damu nyingi. Sindano za progesteroni au IUD za homoni zinaweza pia kusaidia. Dawa za kudhibiti damu. Dawa kama tranexamic acid husaidia kuzuia kupoteza damu nyingi. Dawa za kupunguza maumivu kama ibuprofen na naproxen zinaweza kusaidia kupunguza damu nyingi na maumivu. Tatu, upasuaji kwa matatizo makubwa ikiwa uvimbe wa kizazi fibroids ndio chanzo, daktari anaweza kupendekeza njia kama myomectomy, kuondoa uvimbe bila kuondoa kizazi. Katika hali kali, hysterectomy kuondoa kizazi inaweza kuwa suluhisho la kudumu kwa wanawake waliomaliza uzazi. Mabadiliko ya mtindo wa maisha: kula vyakula vyenye madini ya chuma kama nyama nyekundu, mboga za kijani kibichi na jamii ya kunde ili kuepuka upungufu wa damu. Kufanya mazoezi mara kwa mara kunaweza kusaidia kuweka homoni sawa. Um, kupunguza msongo wa mawazo kupitia yoga, meditation na kupumzika vya kutosha. Hitimisho: hedhi nyingi ni tatizo linaloweza kuathiri afya na maisha ya mwanamke kwa kiasi kikubwa. Ni muhimu kuelewa dalili, sababu na njia za kudhibiti ili kuhakikisha afya bora ya uzazi. Ikiwa unakumbana na hedhi isiyo ya kawaida, usisite kutafuta ushauri wa daktari kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tunamshukuru kwa dhati Daktari Chilo kwa kuandaa somo hili muhimu na lenye msaada mkubwa kwa wanawake wote. Usikose somo linalofuata kwa maarifa zaidi kuhusu afya ya uzazi. Afya update.